Naitwa Musa Andrea Luhamo. Aa, nimetia nia katika jimbo la Mtumba katika jiji la Dodoma. Natarajia kwamba baada ya maamuzi ya vikao vya chama jina langu litakaporudi ili wajumbe waweze kufanya maamuzi. Aa, kati ya watakao wamerudishwa, nani ataweza kuwawakilisha wananchi kutoka jimbo la Mtumba. Mimi ni, kwanza ni kichama. Aa, ni mjumbe wa mkutano mkuu mkoa, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya Dodoma mjini, lakini pia nimeshakuwa mjumbe wa baraza la mkoa vijana, nimeshakuwa mjumbe wa baraza la wazazi, mpaka sasa natumikia baraza la wazazi wilaya Dodoma mjini. Kitaaluma uh, nashukuru nimefikia pale ambapo Mwenyezi Mungu amenijalia swala la shule sio ishu. Uh, unajua Mungu amenijalia sio tatizo kubwa na kubwa tu ni moja kwamba tunatafuta kazi hii ya kitume. Hii ni kazi ya kitume kwa maana unataka kuwawakilisha wananchi, uwe nguzo yao, na naamini waajiri wetu ni wananchi. Sote tunawajiriwa na wananchi, kwa hiyo wananchi ndio watakaokuwa waajiri wetu. Baada ya vikao vya chama mchujo ukapatikana mmoja wetu akapatikana, tunapompeleka kwa wananchi na wananchi wanapokiamini chama na kumwamini yeye, ni kwamba sisi sasa tunakuwa watumishi wa wananchi. Wananchi ndio waajiri wetu. Kwa hiyo hata ninapoomba ridhaa hii, endapo nitapata nafasi, ninaamini kwamba mimi nitakuwa nimeajiriwa na wananchi, na jambo kubwa nitakalokwenda kulifanya ni kwanza kuwapa imani ya wananchi. Wananchi wana imani kubwa na chama, lakini mimi nitakae kuwa mwakilishi na kiwakilisha chama lazima nitengeneze imani iliyo kubwa zaidi kwa wananchi na chama, na tutatekeleza kwa ufasaha bila mashaka ilani ambayo tayari imekwisha zinduliwa na Mheshimiwa Rais uh, ya CCM, kwa ambayo inaanza 25 2030